Hawa alladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yashurun. Hawa huwa wana muhadaa Allah, anahisi mimi nikisema nimeamini, nimeamini mi, hata Mungu mwenyewe ataelewa, atanielewa hivyo, anaona kishampiga bao hapo tayari, akisema tu na mie ndie, anahisi basi na Mungu anamjua yeye, kishamtambua na yeye ni muumini, kumbe sivyo anafanya hadaa yukhadiuna Allaha, wengine katika waumini wengine huwa wanafanya hivyo, kama ni njia ya hadaa. Wanamuhadaa Allah walladhina amanu, wanawahadaa na waumini wengine akijichomoza katika kundi akasema namie mwenzenu, basi kwenye kundi atakubalika. Sasa kumbe, na huyu wetu, njoo brother, twende pamoja, kumbe huyu siye sasa allah akiita ya ayuha ladhina amanu kuna watu wenye kiwango maalum qualification maalum ndio wanaokusudiwa kama katika sura ya nane aya ya pili au sura ya 49 aya ya 15 Allah ndo katoa definition nikiita enyi waumini huwa ninakusudia hawa sio wote tu kumbe kumbe Innama almu'minuna si vinginevyo nikisema wauminie nakusudia alladhina ni wale watu ambao idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum jina Allah likitajwa mbele yao nyoyo zao zinakuwa na hofu fulani zinajua ni nani katajwa sasa lakini kuna mwingine anajiita mumin hata hilo jina litaje mara kumi na nane mbele yake halimuondoshei chochote, wala halimbadilishi, halina athari yoyote. Yeye yuko hapo, yuko anataka kuua na ataendelea kutimiza dhamira yake, ataua tena kwa kudhulumu. Humwambii mwogope Mungu akaogopa kweli, na ingawaje anajiita ni muislamu mumin, lakini anasema Allah innamal mu'minuna Hakika nikiita, enyi waumini, ninao wakusudia si wengineo, ila alladhina, ni wale ambao, idha dhukira Allahu, likitajwa jina Allahu mbele yao, wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinapata kitu kinaitwa wajal. Wanajua jina la Allah likitajwa uzito wake, wanajua la pametajwa, mkubwa yupo nasi.